Bwana Yesu asifiwe. Wa maaskofu, waangalizi, makamu waangalizi, wachungaji wote Amen, lakini viongozi wa idara wote, pamoja na washirika wote na watu wote, Bwana Yesu asifiwe. Basi sisi kipekee tunatoka kanisa la TAG Shalom International House of Prayer pale Usa River, na mchungaji Lubuva ndiye mchungaji wetu kiongozi anayetuhudumia pale na kutolea na tulipopokea taarifa hizi, kweli tulipokea taarifa hizi kwa masikitiko makubwa sana, lakini tukasema basi Mungu ataendelea kuitwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo pia kama washirika wa Shalom, baba tunakupa sana pole na tunakupenda sana, na kama umoja wa kanisa, kuna namna ambavyo tayari tumeshafanya na, tumesha na bado tunaendelea kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo basi niombe kwa muda huu washirika wote wa TAG Shalom International House of Prayer USA River wote pale walipo, naomba usimame, alafu uweze kupunga. Washirika wote wanaotoka USA River, naomba tusimame tupunge Amen. Amen. Naona kuna wengine wako kule. Basi ninashukuru sana na Mungu awabariki.